Sanae Takaichi amechaguliwa kuwa waziri mkuu wa Japani na bunge na hivyo kuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika historia ya nchi hiyo. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka sitini na minne alipata ushindi mkubwa leo Jumanne wa kura 237 katika bunge la wawakilishi lenye nguvu zaidi na kura nyingine 125 katika bunge la juu, akiwa kiongozi wa chama tawala cha Liberal Democratic Party, LDP. Takaichi ambaye ni mhafidhina wa kweli na, na mfuasi wa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Margaret Thatcher anakabiliwa na changamoto nyingi za kiuchumi wakati Japan inapambana na kupanda kwa gharama za maisha na hasira miongoni mwa wananchi. Pia ni wakati wa sintofahamu kwa nchi hiyo yenye uchumi wa nne mkubwa duniani. Takaichi anakuwa waziri mkuu wa nne ndani ya kipindi cha miaka mitano pekee, baada ya utangulizi wake kujiuzulu kutokana na kuporomoka kwa umaarufu na kashfa mbalimbali. Ingawa aliwashinda wanaume wanne katika kinyang'anyiro cha uongozi wa LDP mapema mwezi Oktoba, safari yake kuelekea uongozi wa nchi ilionekana kuwa ngumu baada ya mshirika wake wa muda mrefu wa LDP katika muungano wa kisiasa, chama cha Komeito kujiondoa katika kumuunga mkono. Hata hivyo, makubaliano ya dharura ya chama pinzani cha mrengo wa kulia cha Japan Innovation Party JIP kinachojulikana pia kama Ishin, yaliokoa nafasi yake. Yeye na chama cha LDP wanatarajiwa kukutana na wapiga kura tena mwaka 2028. mbali na changamoto za ndani, anakabiliwa pia na mahusiano tete ya kimataifa. Korea Kusini ambayo ilikuwa imeanza kurekebisha uhusiano wake wa muda mrefu na wa mashaka na Japani ina wasiwasi kutokana na siasa zake za mrengo wa kulia zenye mwelekeo wa utaifa. Na kama baadhi ya watangulizi wake akiwemo marehemu Shinzo Abe, Takaichi anachukuliwa kama mkali zaidi kwa mtazamo wake kuhusu China inayozidi kujiimarisha kijeshi na kiuchumi. Lakini uhusiano muhimu zaidi ni ule wa Marekani na mtihani uko karibu, mkutano wa rais wa Marekani Donald Trump wiki ijayo. Ingawa pande zote mbili zimefikia makubaliano kuhusu ushuru. Kauli zilizopita za Trump kuhusu umuhimu wa mkataba wa usalama kati yao na kutoka Tokyo ilipe zaidi kwa ajili ya ulinzi zimeibua wasiwasi wasi. Sanae Takaichi atalazimika kujiimarisha zaidi na kujihami katika mazingira ya serikali ya Marekani isiyotabirika. Akiwa na umri wa miaka sitini na minne, Sanae Takaichi si mgeni katika siasa za Japan. Akiwa mshirika wa karibu wa Abe, amewahi kushika nyadhifa kadhaa za waziri katika serikali mbalimbali na amewahi pia kuwania na nafasi ya waziri mkuu hapo awali. Alichaguliwa kuwa kiongozi wa LDP baada ya waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa chama hicho Shigeru Ishiba kujiuzulu kufuatia kushindwa vibaya katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Amepewa jina la utani la Iron Lady kutokana na mapenzi yake kwa Thatcher. Takaichi anajulikana kwa misimamo yake ya kiafidhina, ikiwemo kupinga ndoa za jinsia moja na kupinga wito unaokuwa wa kuwaruhusu wanawake walioko kwenye ndoa kuendelea kutumia majina yao ya kuzaliwa. Hili limewafanya baadhi ya wanawake vijana kuwa na mashaka kuhusu umuhimu wa ushindi wake. Watu wengi wanasema wao, huyu ni waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika historia ya Japani, na hiyo ni nafasi nzuri kwa uwezeshaji wa wanawake, alisema Aida Ogura, mwanafunzi mwenye umri wa miaka ishirini na mmoja. Lakini ukiangalia kwa undani imani zake za kisiasa na anachokisimamia, unagundua kuwa baadhi ya mambo yake ni ya kizamani. Baada ya kuleta mabadiliko ya kimfumo, yeye anaendeleza mfumo dume. wakati wa kampeni yake ya hivi karibuni ni, alipendekeza kuimarishwa kwa huduma za hospitali zinazolenga afya ya mwanamke na kutoa utambuzi mkubwa kwa wafanyakazi wa kusaidia kazi za nyumbani. Hii ni Msasa Media.